Habari, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Kliniki naitwa Dr. Jimmy. Ana, leo tutaongelea faida za kitunguu maji. Wengi wamekuwa wakituuliza je, ni faida zipi ambazo mtu unaweza ukazipata kwa kutumia kitunguu maji. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu ya JW Sabo Kliniki, basi usisahau kusubscribe na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku mara nyingi a, kitunguu maji tumekuwa tukikitumia mara kwa mara tukiwa nyumbani, na wengi tumekuwa tufahamu kina mat, a, kina, kina faida zipi tukikitumia kwenye miro yetu. Sasa hapa nitakusogezea faida za kutumia kitunguu maji. Kwanza, inaimarisha mfumo wa kinga, kwa hiyo ina maana inahusika katika kupambana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Kwa nini inatumika katika, katika kupambana a, katika kujenga kinga kwa kuimarisha kinga ni kwa sababu ina kitu tunachokiita vitamini a, vitamini C. Kwa hiyo ni nzuri sana katika kupambana a, na magonjwa na maambukizi ambayo yanaweza yakakupata wewe. Kwa hiyo kitumia kitunguu basi, jua unaimarisha kinga yako ya mwili, lakini pia inasaidia katika shinikizo la damu. Ni kwa nini katika shinikizo la damu? Kwa sababu huwa inapanua ile mishipa kwa hiyo ikiweza kupanua ile mishipa inakuwa ni rahisi akuweza kupunguza msukumo wa damu na athari ya shinikizo la ah, damu. Lakini pia inaepusha magonjwa ya moyo, inahepusha magonjwa ya moyo kwa sababu ina antioxidants ambayo inasaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kuimarisha ile mishipa ya damu na kupunguza mafuta mabaya ambayo tunaita LDL kwenye mwili wa binadamu ambayo tunasema ni badi, badi cholesterol. Kwa hiyo inapunguza changa ya kupata magonjwa ya moyo. Lakini husaidia katika usagaji wa chakula digestion, ambayo tunasema ni mfumo au usagaji wa chakula, a mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ina nyuzi nyuzi au tunasema ina faiba ambayo husaidia kupunguza tatizo la kufunga achio na kusaidia mmeng'enyaji wa chakula uweze kukaa kwenye viwango vinavyotakiwa. Lakini ndio unaona, unaweza ukafikiria mtu anakula mara mbili, lakini anapata choo mara moja au asipate choo kabisa. Kwa hiyo kitokea, unapita kwenye huo mfumo, ndugu yangu, jua unahitaji kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula. Kwa hiyo tumia vyakula vyenye fiber au vyenye nyuzi nyuzi, vitakusaidia kuondokana na changamoto ah, hiyo. Lakini pia inadhibiti viwango vya sukari kwenye damu. Kwa nini inazu... inazuia kiwango cha sukari kwenye damu kwa wale watu wenye, wenye wenye kisukari basi tunasema kitungu maji huwa kina maji majimaji, yale ambayo yana uwezo wa kuzuia au wa kudhibiti, uh, kisukari kwenye damu, na hivyo kusipelekea utendaji kazi mzuri wa insulini katika mwili wa binadamu. Lakini pia ina sifa kubwa ya kupambana na bakteria na virusi, ambayo tunasema ni antibakteria, ambazo zinasaidia kupambana na maambukizi ya bakteria na virus. Kwa hiyo, kwa mwanamke kama una una changamoto hiyo ukeni, basi tumia kitunguu maji. Ni kizuri sana, na wengi hawajua namna ya kutumia, lakini inasaidia kupunguza uchochezi, madhara ya kupunguza aa, ya uchochezi, hivyo inasaidia katika kupunguza maumivu aa, na kuvimba kwa viungo na misuli. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu tunasema inflammation inazuia zile zote inflammation ambazo unazokazipata katika sehemu za mwili wako, lakini pia inazuia, inasaidia katika kudhibiti uzito. Kwa nini kuzuia uzito? A, kitunguu maji wa, wa kina chakula chenye calories chache, kwa hiyo tunasema calories chache, kwa hiyo ukiwa na calories chache inaweza kusababisha wewe au siweze kunenepa kupita kiasi. Kwa hiyo na zile nyuzi nyuzi zilizomo zinazo kusababisha uweze muda wote kuhisi umeshiba. Usipelekee kula vya kula vya sukari na chumvi, basi hautaweza kuondokana na changamoto ya kudhibiti uzito, lakini pia ina faida kwa ngozi na nywele. Pia kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea ambayo ni antioxidants na vitamini C ambazo husaidia katika afya ya ngozi na nywele. Kwa hiyo na changamoto yote ya ngozi kama vidonda hakichwani na michubuko basi tumia, uh, tumia kitunguu maji kitaweza kusaidia. Lakini pia uh, inakusaidia katika kutibu homa na baridi. Homa na baridi, kama una changamoto ya homa, maumivu ya koo, lakini ina, ina sifa za kupambana na bakteria na maambukizi uh, kwenye koo. Kwa hiyo itumie vizuri, itakusaidia lakini pia inatumika maumivu ya pamoja ya uriki asidi. Kwa hiyo, kama una unauriki asidi, hii inatibu aina zote za vichochezi katika mwili wa binadamu, lakini pia inaweza uboreshaji wa kiwango cha a, ukingo wa damu blood circulation inamaana, mzunguko mzuri wa damu. Ukitumia kitunguu maji basi kinasababisha uweze kuwa, mzungu, kuwa na mzunguko bora wa damu, na usipokuwa na mzunguko bora wa damu, ndugu yangu, utapata magonjwa mengi ambayo hautaamini. Kwa hiyo, ukitumia kitunguu maji basi kinaz, kinatengeneza mzunguko wako wa damu uweze kuwa wasafi. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kupatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe ana comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto yoyote au kama una umetumia kitunguu maji na umepata faida, basi tuambie hapo chini kwenye komenti ni faida zipi ambazo umezipata kwa kutumia kitunguu swaumu. Tunasema sharing is caring, kwa kushare na sisi tutaweza kufahamu umepata faida zipi. Yeah, hili na wengine awawezi akukitumia kwa hiyo usisahau kutufuatilia, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe ili upate dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu ana Mungu akubariki.